Alivyotoka alisema ya kwamba tusimwigilizie sauti, lakini akasema ya kwamba hataki kuchangiwa na mtu yoyote, yeye pia ana ndugu ambao wanaweza kumsaidia. Hapa namzungumzia Nicole Joiberi, mtuhumiwa wa mashtaka ya kuhujumu uchumi kwa kutapeli fedha za watu kwenye michezo ya upatu. Sasa Nicole leo ameripoti mahakamani. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kinondoni imeshindwa kuendelea na kesi ya uhujumu a uchumi inayomkabili msanii Joyce Mbaga almaarufu kama Nicole Joyberry kutokana na upelelezi wa kesi hiyo kutokamilika. Mbali na Nicole mwenye umri wa miaka thelathini na miwili, mshtakiwa mwingine katika kesi hiyo ni Rehema Mahanhu ambapo kwa pamoja walifikishwa mahakamani hapo siku ya Machi 10, 2025 na kusomewa mashtaka yao na wakili wa serikali, Rhoda Maingu mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu, Ramadhan Rugemalira katika kesi hiyo iliyotajwa siku ya leo mahakamani hapo, upande wa jamhuri umeieleza mahakama ya kwamba upelelezi wa kesi hiyo bado haujakamilika, hivyo wanaomba ahirisho ili waendelee kukamilisha upelelezi. Na kutokana na maombi yao, kesi hiyo imeahirishwa mpaka Aprili 14, 2025. Nicole na Mahanyu wapo nje kwa dhamana, ambapo walifikishwa mahakamani hapo wakikabiliwa na mashtaka matatu yakiwemo kuongoza genge la uhalifu wakituhumiwa kuendesha biashara kihalifu au jinai kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa jamii na kupokea amana au miamala na kupokea amana au miamala bila kupata leseni kutoka Benki Kuu ya Taifa, yani BOT. Katika shtaka la pili washtakiwa wote wanatuhumiwa kati ya Julai 2024 hadi Machi 2025 wakiwa eneo lisilofahamika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kupokea amana ya shilingi milioni 185 laki tano na elfu kumi na tano kutoka kwa jamii bila kuwa na leseni. Ilidaiwa kuwa katika shtaka la tatu washtakiwa waliendesha mfumo wa malipo bila kuwa na leseni ya malipo inayotolewa na Benki Kuu ya Taifa, yani BOT. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.